Asante. Ah, sisi kama wachezaji tupo tayari, tunafahamu tuna mechi ngumu, mechi na timu kubwa, mechi na vitu vingi, lakini sisi kama wachezaji, walimu wametuelekeza, kwa hiyo tumechukua tahadhari zote kuhakikisha katika mchezo wa kesho tunakuwa bora zaidi ya wapinzani, ili tuweze kupata alama tatu. Katika, katika mchezo wa mpira mchezaji yoyote ambaye anacheza katika dakika tisini huyo ni mchezaji mkubwa. Tofauti tu inakuwa ni zile quality ambazo mchezaji binafsi anakuwa anazo, lakini wao wanafanya vile ambavyo mwalimu wao kawaelekeza, na sisi tunafanya vile ambavyo mwalimu wetu katuelekeza. Kwa hiyo kitu cha msingi zaidi ambacho sisi tuna kwenda kukifanya ni kufata yale ambayo mwalimu wetu katuelekeza, kwa sababu mwalimu anatuelekeza yale ambayo wao ni mazuri kwao na madhaifu yao. Kwa hiyo yale mazuri yao tutajitahidi kuyakabili na yale katika mchezo ambao umeuelezea, kitu kilichotokea ilikuwa ni mistake ya mtu binafsi, yaani ilikuwa ni bahati mbaya. Katika mpira inatokea, hauwezi kucheza mpira bila kukosea. Kwa hiyo katika majambo yale, sisi kama wachezaji tuna vikao vyetu, tunakuaga tunafanya. Kwa hiyo tumekaa tumekubaliana kwamba kila mtu katika pozisheni yake ajitahidi, hauwezi kukutwa kufanya makosa ila tupunguze yale makosa makubwa ambayo yanaweza yakatugharimu kama alipotugharimu katika mechi iliyopita. Kwa hiyo tumeongea na walimu, wanazidi kutusisitiza, kwa hiyo yote yatakuwa sawa katika mechi kesho, inshallah, wa kesho Mungu inshallah Mungu akijalia. Ni, ni sahihi tunatengeneza nafasi nyingi na tunakosa nafasi nyingi pia, kwa hiyo hilo nadhani ni jukumu letu sisi kama wachezaji. Walimu wanakuelekeza jinsi ya kufika golini kinachofatia hapo ni wewe mchezaji kuweza kuweka mpira kwenye wavu. Kwa hiyo tunaendelea kuboresha kadri ya siku zinavyozidi kwenda, nategemea tunaweza tukawa bora zaidi katika mchezo wa kesho na mingine kuendelea. Labda morali yenu ikoje kuelekea mchezo wa kesho mkiwa kama wachezaji kambini? Ah, sisi tuko tuko, tuko tayari, tuko tayari, morali iko juu sana kwa wachezaji, kwa sababu JKT ni, ukitaja moja ya timu ambazo ni kubwa pia katika nchi, JKT ni timu kubwa, timu kongwe, ina wachezaji wazuri kwa hiyo ni mechi ambazo wachezaji wengi wanatamani kuzicheza. Kwa hiyo tuko tayari, morali iko juu. Tunachoomba tu washabiki wetu waje kwa wingi, kwa sababu wao ndio nguvu yetu tuweze kukamilisha jambo letu. Shukran sana.